Taasisi yetu inazaliwa upya kwa jina jipya kutoka kwa Kampuni ya Huduma za Meli au Marine Services Company Limited ambayo rasmi itakoma leo na kuwa Kampuni ya Meli Tanzania, yaani Tanzania Shipping Company Limited, kwa kifupi tashiko Ndugu zangu, hii tunachokifanya leo ni moja ya hatua muhimu katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha mfumo wetu wa miundombinu ya kuhudumia shehena kwa nchi jirani. Kampuni hii ni kiungo muhimu katika utendaji wa ushoroba wa kati, ambao si tu unahudumia soko la ndani, lakini pia ni tegemeo kwa nchi jirani. Naamini kwamba kwa pamoja tunaweza kufanya Tanzania kuwa kitovu cha uchukuzi, hususani katika upande wa maziwa makuu.